Mimi na hazi gani tufanye? Haina shida, ani hata hii hazi ya kukaa na bonge la dada hapa, sijui nimeitoa wapi. Ni kazi waboba tu za utafutaji wife material, wife material huyu ni huyu, mbona ungekulikuwa mzuri usingelifike huku muda wote, wangesha kuchota wazuri, hawawezi <laughs> kufika huku. Ujataka watakulazimisha mzuri jwa, yaani kwa namna yoyote aje. Shabani, Shabani ndo hivo, anapinduliwa na Juma, Juma anapinduliwa na Shabani. sakujaapindisa wewe ndio destiny yake, we mweke ndani. Destiny gani huyu huyu? <laughs> hata mpiga mabanzi mweke, hata jikukose, huwezi ukampiga mabanzi, ye ndio ana kucharaza cha

Mgirata. Lakini kwenye, kwenye ukweli nakwambia ukweli, wewe unaogopa wanawake sana, utachelewa kuoa. Ndio, naogopa nyoka hao, wanatuzaa wao. Afu nao wao ndio wanatuuliza wanawake. Siwaogopi, sema tu usitaji na, yaani sitaki kitu cha kunikokosha na nakuwa na, nimechukua shida sasa nimeweka ndani. Mwanamke nchi nzima inakujua, kila mwanaume anayekuona kwenye TV anakutamani. Hiyo sio shida. Wewe woni, kuna wengine wakubwa wanaolewa. Kwa shida yako ni wivu, ah mm. shida yako ni wivu, ah ah, shiu sio wivu. Shii nini? Yaani sio hivyo. Hii simu nimeishika dakika mbili lakini SMS karibu 1000 hapa zimeshaingia. Jamani ni mbona? Hizi SMS 1000 zikosi za wanaume hata wa wanaume kumi wanatumaanaume wana machanjo huyu. <laughs> <face> <fazuni> uh, uh, atateseka sana kupata mwanamke, nimeshamwambia tena mimi ndio mzuri.